Karibu kwenye kipindi cha hadithi ya msikiti wa majini, na hii ni sehemu ya tatu. Baada ya kutoweka kwa Yusufu, hofu ilitanda kijijini. Hakuna aliyejaribu kuzungumzia msikiti ule tena, na kila mtu aliharakisha kurejea nyumbani kabla ya giza kuingia lakini licha ya ukimya wa wanakijiji, msikiti ule ulionekana kuzidi kuishi. Taa ziliwaka ndani usiku, sauti za sala zisizojulikana zilikuwa zikitoka humo, na mara nyingine kimvuli na mtu akitembea kwenye viunga vyake kilionekana. Siku chache baadaye Amina, dada yake Yusufu, alianza kuota ndoto za kutisha. Kila siku alimwona Yusufu akiwa amesimama nje ya msikiti, macho yake akiwa meusi na mwili wake umejaa makovu ya moto. Kila alipojaribu kumwita, alisikia sauti nzito ikimwambia, njoo uchukue ndugu yako, lakini utalipa gharama. Amina alijaribu kupuuza ndoto hizo, lakini kadri ya siku zilivyoendelea, hali yake ilizidi kuwa mbaya. Alianza kuzungumza peke yake akitaja majina ambayo hakuna mtu aliyajua, na pia alianza kulala mchana na kuamka usiku, kisha alikuwa akizunguka kijiji kama mtu aliyelala usingizi wa kutembea. Siku moja mzee Abduli alimwona Amina akisogelea msikiti ule wa majini. Ilikuwa ni usiku wa manane na mwezi ulikuwa mwekundu kama damu. Alimkimbilia lakini kabla ajamfikia upepo mkali ulinyanyuka na mlango wa msikiti ulifunguka wenyewe. Amina alisimama, akigeuka taratibu kumwangalia Mziabduli. Macho yake yalikuwa si ya kibinadamu tena, yalikuwa meusi kama shimo la giza. Kwa sauti mbili zilizoungana, Hamina alisema, nimepokea wetu sasa ni zamu yangu. Kabla Mzeabduli ajaweza kusema neno, Amina alitembea moja kwa moja ndani ya msikiti na mlango ukafyatuka kwa kishindo. Usiku ule, kijiji chote kiliamka kwa sauti ya kicheko kile cha kutisha. <tutu> Mzee Abduli alibaki akitazama mlango wa msikiti ukiwa umefungika. Kijiji kizima kilikuwa kimelala, lakini yeye alihisi kwamba ndani ya msikiti huo jambo la kutisha lilikuwa linaendelea. Sauti za kuomba msaada kutoka kwa Amina hazikusikika, bali kulikuwa na sauti za mdundo mzito, za hatua na kicheko cha kutisha kama vile viumbe wengi walikuwa wakishaelekea kitu fulani. <tipos> <tipos> zaduri ya kuweza kuvumilia. Ingawa aliogopa, aliamua kufanya jambo ambalo hakuna mwingine angeweza kusubutu. Alipaswa kumwokoa Amina. Alichukua kibuyu cha maji ya zamzam, kitabu cha Qur'ani, kisha akaanza kuelekea msikitini. Hata kabla hajafikia, koko mzito ulianza kuvuma ukileta harufu ya kuchoma nyama na hewa nzito ya kisha aliposogea karibu na mlango, ghafla ukafunguka wenyewe. Giza ilikuwa nene, lakini aliweza kuona kwa mbali. Amina alikuwa amesimama katikati ya msikiti, lakini hakuwa peke yake. Viumbe weusi warefu wenye macho mekundu walikuwa wamemzunguka huku, akimzunguka kama wanacheza mduara wa sherehe ya kishetani. Mzaburi alipiga hatua ya kwanza ndani, na ghafla sauti nzito ilisikika, usisubutu, huyu sasa ni wetu. Amina alipogeuza uso wake kumwangalia Mzee Abduli bduli, macho yake yalibadilika kuwa meusi zaidi, na mdomo wake ulinyooka kwa maana isiyo ya kibinadamu. Alitabasamu kwa namna ya kutisha, kisha akasema kwa sauti zisizo zake, babu, nimechagua kubaki na wao. Mzee Abduli alihisi miguu yake ikitetemeka, lakini kabla hajafanya chochote, mmoja wa viumbe wale walimnyooshea mkono wake mrefu, na ghafla mlango wa msikiti ulifunga kwa kishindo. Giza lilitawala na kijiji kilisikika kwa sauti ya upepo mkali, na Amina alikuwa amepotea milele. Ili kupata mwendelezo wa hadithi hii ya sehemu ya nne, usisahau kusubscribe, kulike, kushare na ku kukomenti Ropai Online TV. Hadithi hii imeandaliwa nami Robert Kaswiza na kusomwa nami. Karibu.